Wokovu ni mgumu ila ni mwepesi pia, kwa maana ni mgumu kwa nguvu zako kitumia, ila ukimwachia Yesu aliyotuletea utagundua ni imani inayotakiwa. Basi tujifunze kumwamini Bwana Yesu, na kumwamini Yesu ni kuyafanya yote aliyoyaagiza, yani ni kukataa mabaya na tamaa zote mbaya za dunia. Hakuna ugumu hapo, naamini ni nguvu tu ambazo tunahitaji mpaka kuupambania, hivyo tujifunze sasa kuingia kwa nguvu, maana uokovu unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu huuteka, hata kukomboa mateka walioteswa na mateso ya laana na uovu wa kila namna. Maana ni Bwana mabwana anayetukomboa sisi tuliyoteseka. Sasa mtumishi, nikiokoka ntapata pesa mm? Kupata pesa hiyo ni majaliwa, ila kupata majaribu hiyo ni uhakika. s nasiso fanya biashara tufanyeje? Fanya biashara halali, sio unajiita umeokoka afu unauza kuka na sigara. Haoni yakwamba unamkosea muu? Sasa kuuza kuka na sigara kuna zambi gani? <laughs> na mi nitakuuliza swali, anaifanya zambi na anayesababisha mwenzake afanye zambi yupi ni mwenye zambi? <laughs> Nikisema ya kwamba anayesababisha mwenzake afanye zambi ndio mwenye zambi, ataniuliza swali eti, kwa nini unauza kuka na sia? Na nikisema anayefanya zambi ndio mwenye zambi, wote nafahamu mtoa rushwa nayesababisha mwenzake na atoe rushwa, wote ni watoa rushwa. Niseme si wewe, si wewe ni mtumishi Kweli, nimeamini. Imani yako isipozidi imani ya Mafarisayo, huwezi ukauona ufalme wa Mungu. Hakika umenijibu kwa mdomo, ila moyo wako Mungu anajua, na kama Mungu anajua, basi unaweza ukawadanganya wanadamu, ila si Mungu. Dunia hii yote Bwana, imenileme ila mimi Yesu, nimekutumaini huku nikijua Bwana, wewe ni furaha ya moyo wangu ulio ununu. Na tena Bwana Yesu, umenikaribia hata dhambi zangu zote kuniondole, na mimi Bwana, moyoni nimezamili kukufuata wewe unae nitetea. Dunia hii yote Bwana, imenileme ila mimi Yesu nimekutumaini huku nikijua Bwana wewe ni furaha ya moyo wangu ulio ununu na tena Bwana Yesu umeni karibi hata zambi zangu zote kuniondole na mimi Bwana moyoni nimezamili kukufuata wewe unahe nitete. Watumishi wa Mungu, tujali maandalizi kuliko matokeo, na tukishapata matokeo tuyatunze, yasije ya akatupata kama aliyompata Daudi kwa mke wa Uria. Kwa maana kuna faida gani kupenda shortcut ya afu tumemwacha Mungu? Ukusikia kwamba tuutafute kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine tutazidishiwa. Ama ndo mambo hayo ya dini yangu awe ah, mtumishi, una wivu wewe. Uh, ukiona dini yangu inaruhusu kuveti na kunywa usilahe, umeanza maneno I say <laughs> kweli, nimeamini kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wote wanadumbukia shimo ni heri wale walio na dini iliyo safi mbele za Mungu, na nayo ni nikwenda kuangalia yatima na wajane katika dhiki ya na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Mtumishi taka tuniulize, hivi ukiokoka, ukiokoka utapata mchumba? Kwani Methali 26 mstari wa 4 inasemaje? Mtumishi sijanua Biblia mee badi simjibu mpumbavu saasana upumbavu wake usija ukafanana. Undasamaje hatuwagi nyimbo yako, dunia yote Bwana imenileme ila mimi Yesu nimekutumaini, huku nikijua, Bwana wewe ni furaha ya moyo wangu ununu, na tena Bwana Yesu umenikaribi, hata zambi zangu zote kuniondolee na mimi Bwana moyoni nimezamili kukufuata wewe unaye nitetea. Dunia hii yote Bwana imenilemea, ila mimi Yesu nimekutumaini, huku nikijua, Bwana wewe ni furaha ya moyo wangu ulioyonunua. Na tena Bwana Yesu umenikaribia, hata dhambi zangu zote kuniondolea. Na mimi Bwana moyoni nimezamili kukufuata wewe unahe nitetea.